Uh, wakazi wa eneo la Buyuni Chanika nje kidogo jiji la Dar es Salaam wamelalamikia uvamizi wa maeneo yao wanaofanywa na watu wanaodaiwa wanaposhirikiana na, na baadhi ya wafanyakazi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Watu hao wamekuwa wakivamia maeneo ya wazi na kujenga makazi ya kudumu na wengine kwenda mbali zaidi na kuvamia hata maeneo ya makaburi. Watu hao wamekuwa wakivamia maeneo ya wazi na kujenga makazi ya kudumu na wengine kwenda mbali zaidi na kuvamia hata maeneo ya makaburi. Wakizungumza na Channel 10 iliyotembelea eneo hilo, wakazi hao wamesema hivi sasa imekuwa ni kama jambo la kawaida kuona nyumba zikijengwa kwenye maeneo yasiyoruhusiwa kama mabondeni, kwenye njia za maji pamoja na makaburi, hatua ambayo inazua taharuki kwa wakazi wa maeneo hayo. Mfano yani, yani, yani. hapa tulipo huu ni msingi wa nyumba ambao tayari uko ndani ya eneo lililoachwa kama Greenbelt Reserve, maeneo maalum kwa ajili ya mabonde ya mito tumejaribu kufuatilia zoezi hili, kuna ofisi ya serikali za mtaa, mwenyekiti anahusika. Sasa wasiwasi wetu ni kwamba wakazi wa Buyuni, tunaona kwamba tunapoanza kuona nyumba zinaoteshwa hapa kinyume na taratibu za mipango miji, maanake tunaanza kuzuia huo utaratibu wa njia ya maji kupita, hata kusababisha baadaye mmomonyoko wa ardhi. Nyumba zinapojengwa kama hivi, maanake zinazuia mkondo wa maji kupita. Kwa maana hiyo kwamba sasa hivi tunatengeneza mmomonyoko, tunatengeneza mafuriko baadaye. Katika hatua nyingine, wakazi hao wamemwomba waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Bwana William Lukuvi aingilie kati kilio chao kabla hali haijawa mbaya, huku akionyesha ramani halisi ya maeneo yao. Tumeshuhudia uharibifu mkubwa wa mazingira unaofanyika, lakini naamini kabisa yanayofanyika kuna mikono ya watu kutoka wizara ya ardhi. Lakini ambacho kinashangaza ni kwamba nyumba zimeshajengwa kinyume. Sasa ambacho hofu yetu ni ni kwamba serikali za mtaa wanalijua hili, wananchi zaidi ya